Uh, niko hapa nikiwa mratibu maalum wa mkutano huu maalum wa viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA ngazi ya kanda ambao wameamua kuja kutoa tamko maalum kwa Watanzania kupitia vyombo mbalimbali vya habari nchi nzima. Ndugu wa Tanzania, Nadhani mmekuwa mkifuatilia kwa takriban siku mbili tatu hivi, kumekuwa na wimbi la viongozi wa CHADEMA wa ngazi mbalimbali wakitoa matamko maalum yenye mwelekeo wa kujivua wanachama wao wa chama hicho, na leo tunayo awamu ya kwanza ya viongozi wa ngazi ya kanda kutoka kwenye kanda nane za kichama za upande wa Tanzania bara. Kwa sisi tuliokuwa wanachama wa Chadema, tunafahamu kwamba muundo wa uongozi wa Chadema pamoja na nafasi nyingine unaundwa na kanda nane za kichama za upande wa Tanzania bara na kanda mbili za kichama za upande wa Tanzania Zanzibar. Sasa leo ni awamu ya kwanza ya viongozi wa nyadhifa mbalimbali za ngazi ya kanda wanaotokea kwenye kanda zote nane za upande wa Tanzania bara. Na kanda hizo ni, ni kanda ya Serengeti, kanda ya Victoria, kanda ya Pwani, kanda ya kusini, kanda ya kaskazini, kanda ya kati, takribani kanda nane. Na watakapokuwa wanazungumza watakuwa wanataja na kanda wanazotokea. Kwa hiyo jumla kanda nane, na nichukue fursa hii ku wakaribisha waweze kuzungumza kile ambacho wameamua kuzungumza kwa hiari yao wenyewe mbele ya umma wa Tanzania kupitia vyombo vya habari. Na tumekawia kidogo kwanza, kwa sababu kulikuwa na mkutano mwingine ulikuwa unaendelea, na nashukuru na vyombo vya habari ambavyo vimezidi kufika hapa. Kwa kuwa tumeruhusiwa kuanza basi, ni nimkaribishe mzungumzaji mkuu Mheshimiwa Jingu ambaye yeye ni makamu mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati. Kanda ya kati inaundwa na mkoa wa Dodoma, mkoa wa Singida pamoja na mkoa wa Morogoro. Kwa hiyo huyu anayekuja kuzungumza leo kwa niaba ya wenye viti kwa niaba ya viongozi wenzie ni makamu mwenyekiti wa Chadema kanda ya kati. Karibu sana Mheshimiwa, uh, Jingu, Mheshimiwa waandishi wa habari, waheshimiwa viongozi ambao wameandamana na mimi kutoka kanda za Tanganyika, niseme eh, sitakuwa na mambo mengi ya salamu mbalimbali, lakini niseme ya kwamba kwa salamu zangu na utangulizi wangu nitamke majina yangu mimi ni na nafasi niliyekuwa na nafasi katika Chama cha Demokrasia na Maendeleo kanda ya kati, e, ni makamu mwenyekiti wa kanda ya kati, nitwae Jingu Jackson Emmanuel. A, natokea mkoa wa Singida, wilaya ya Ikungi, jimbo la Singida Magharibi. A, ndugu waandishi wa habari yafuatayo haya ni maelezo machache ambayo nitakuwa nayo kwa ajili ya ujumla, kwa ile azma ambayo tumekusudia kuitamka leo kwenu nyie waandishi wa habari na viongozi wenzangu wa chama, waliokuwa viongozi wenzangu waandamizi kwenye Chama cha Demokrasia na Maendeleo, lakini ni ujumbe pia ambao utatakiwa kwenda kwa wanachama wetu wapendwa wa chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa mikoa yote na nchi nzima na kanda zote hizi nane, lakini vile vile ni ujumbe pia kwa ajili ya Watanzania watakaokuwa wanatuangalia na, na kutusikiliza maneno haya tulionayo. Hili ni tamko la viongozi mbalimbali wa kanda eh, wa Chadema. Utangulizi. Ndugu waandishi wa habari na watazama, na, na watazama, na Watanzania e, sisi ni viongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA wenye nyadhifa mbalimbali za uongozi katika kanda zote nane za kichama na upande wa Tanzania Bara ambazo ni kanda ya Pwani, kanda ya Serengeti, kanda ya Viktoria, kanda ya magharibi, kanda ya Nyasa, kanda ya kati, kanda ya kusini na kanda ya kaskazini. Kwa pamoja tumeamua kupitia vyombo vya habari kuzungumza na umma wanachadema na Watanzania wote kuhusiana na hali ya kisiasa ya ndani na nje ya chama chetu kwa ujumla. Tumefanya tathmini ya kina ya mwenendo wa mambo ndani ya chama chetu na kujiridhisha pasipo shaka yote, yoyote ile kuwa chama chetu kimepoteza mwelekeo kwa sababu zifuatazo. Sababu ya kwanza, kukiukwa kwa katiba ya chama chetu cha demokrasia na maendeleo tangu viongozi wapya wa chama ulipoingia madarakani Januari 2025 umeonyesha kwa vitendo na waziwazi kukiukwa misingi mikuu ya katiba ya chama chetu falsafa ya chama madhumuni na kuundwa kwa chama na, na, ku, na kuwa na kuundwa kwa chama haki za wanachama katika maeneo mbalimbali mbali kama ifuatavyo: moja, kukosekana kwa uhuru na usawa wa mawazo. Itakumbukwa kuwa ndani ya chama kuna kundi la wanachama waandamizi ambao walikuwa wagombea ubunge katika uchaguzi mkuu 2020, waliitwa na katibu mkuu wa chama ili kukutana nao na kufanya mazungumzo ya kushiriki, kushiriki au kutokushiriki uchaguzi mkuu wa mwaka huu 2025. Kundi hili likaunda kundi eh, la viongozi kwa ajili ya kujiri Kuj, kujadiliana na kuweka mawazo pamoja kabla ya kikao na viongozi wakuu wa chama na waliamua kuandika waraka wa ndani kwa viongozi wakuu wa chama ili kuwasilisha maoni na ushauri wao badala ya kuasikilizwa. Badala ya kusikilizwa walianza kuitwa ni wasaliti na ukawekwa mpango wa kuhakikisha kuwa wanawafukuza wanachama kwa sababu tu waliwasilisha maoni tofauti na viongozi kuhusu namna bora ya, ya kutekeleza kauli mbiu ya no reforms na no election. Kitendo hiki ni sawa na kuturudisha nyuma miaka 30 iliyo pita wakati wa uta, utawala wa kiimla nchini na ambao ulipelekea kuanzishwa kwa chama chetu. Ndugu waandishi wa habari, namba mbili, falsafa ya chama imeweka wazi kuwa viongozi waliochaguliwa kamwe wasitumie madaraka yao kuwakandamiza wale ambao waliwachagua ndani ya chama. Tangu uongozi mpya ulipoingia madarakani, tumeshuhudia viongozi wakitumia mamlaka yao vibaya na kuwakandamiza wale waliowachagua, wakizania kitendo cha viongozi wakuu wa chama kukataa kwenda kusaini, kusaini kanuni za maadili kumekisababishia chama hasara kubwa kwa kipindi cha miaka mitano kuwa hakitashiriki katika uchaguzi wowote hapa nchini. Viongozi walifikia, walifikia uamuzi huo mkubwa na wa hasara bila kuwashirikisha viongozi na wanachama, na hivyo wanachama wote tumekoseshwa haki ya kushiriki kwenye uchaguzi, haki ya kuwa na wawakilishi wetu ambao wangeenda kutuletea, na tumepoteza fursa ya kuondoa madarakani CCM na badala yake tumewarahisishia njia ya kupita bila kupingwa kama ambavyo imetokea ime Jambo la tatu, ukiukwaji wa, ukiukwaji wa madhumuni ya chama. Ni wazi kuwa viongozi wakuu wa chama wamekiuka madhumuni ya chama kama yalivyoainishwa ya kwenye katiba ibara ya nne, moja, moja. E, kwamba dhumuni, la, dhumuni kuu la chama ni kushiriki chaguzi. Kitendo cha kuto kushiriki chaguzi mkuu wa mwaka huu ni kwenda kinyume na katiba ya chama, na sasa ni rasmi kuwa chama kimeacha njia yake ya kisiasa na hakina tena utofauti na taasisi nyingine ya kiraia kikundi cha wanaharakati kimekuwa sasa ni pressure group badala ya kuwa chama cha siasa katiba yetu ibara ya tano, nne tatu inaeleza wazi kuwa sababu kubwa ya wanachama kuko, sababu Eh, samahani, sababu kubwa ya mwanachama kukosa sifa za kuwa mwanachama ni pamoja na kuwa na mwenendo ukione, ukiende, ukiondana na itikadi, falsafa, madhumuni, kanuni, maadili na sera za chama. Hivyo basi, kitendo cha viongozi wakuu kwenda kinyume kwenda kinyume sio tu kwamba wanastahili kuchukuliwa hatua bali wamepoteza sifa ya kuendelea kuwa wanachama kwa mujibu wa Katiba ya chama chetu. Ukiukwaji huu wa madhumuni ya chama umewapotezea wanachama wetu fursa ya kugombea na kwenda kuwawakilisha wananchi kwenye vyombo kwenye vyombo vya maamuzi kama ubunge na halmashauri, ambako ndiko sheria hutungwa. Na reforms ambazo eh, tunazitaka ni lazima ziwe za kisheria. Hivyo kutokushiriki uchaguzi tuna kunatunyima fursa ya kuwa na wawakilishi ambao wangeenda kupigania reforms. Kwenye vyombo vya maamuzi huko tuendako. Jambo la nne, ndugu waandishi wa habari, viongozi kutoa ahadi za uongo. Tangu walipotangaza kuwa wanakuwa wana, watakuwa wanashusha fedha kiasi cha shilingi laki moja kwenye kila jimbo la uchaguzi nchini. Sasa huu ni mwezi wa nne hawajatekeleza ahadi hiyo, jambo ambalo linawafanya wanachama na viongozi kusubiri fedha walizoahidiwa ndipo wana, wa, waweze kutimiza majukumu yao ya kila siku. Hali hii imekifanya chama kusinyaa eh, ahata, hata hata kuvunjika moyo wa kujitolea kwenye chama unaonekana kupotea kwa wanachama wetu, kwani walidanganywa na, na uongozi wa sasa. Wasipotekeleza wasipo ahadi hii chama kiko hatarini kufa kabisa ngazi za chini. Jambo la tano, ndugu waandishi wa habari. E, kukisiri kwa chuki, ubaguzi na kutengwa kwa viongozi na makamanda wengi wengine waliokuwa wanamuunga mkono Mheshimiwa Mbowe, awe waliokuwa chini ya uongozi wa Mbowe, kwa mfano viongozi na makamanda wote waliokuwa katika idara ya hamasa ya chama chetu E, chini ya uongozi wa Filmon, Filman Aikaeli Mbowe wote wamevuliwa nyazifa, nyazifa kwa uonevu, kuanzia ngazi ya taifa, kanda, mikoa, wilaya na majimbo nchi nzima. Viongozi wengi tumekuwa tukitengwa na kubaguliwa kwa sababu tu tulikuwa timu ya mwenyekiti wa zamani Mbowe. Baada ya kutafakari hali hii mbaya na inayoumiza sana ya ndani ya chama chetu, leo tumeamua rasmi kujivua wanachama wa Chadema. Tunaungana na waliokuwa wajumbe wa sekretarieti taifa, pamoja na watiania wa ubunge Eh, alimaarufu G55 katika kujivua wanachama wetu, tunaungana na wote hao katika kuta, kutafakari jukwaa jingine tunalokwenda kuendeleza kazi ya siasa ya kupigania mabadiliko na maendeleo ya Watanzania, ndugu waandishi wa habari kwa maelezo haya mimi nikiwa mwenyekiti, makamu mwenyekiti wa kanda ya kati, aa, bila kumung'unya maneno kwa tarehe hii ya leo, yote haya ambayo yamekuwa yakiendelea katika nchi hii, mambo yamekuwa hayaeleweki. Viongozi wetu wanazunguka kila kona, viongozi wakuu, baada ya kuchaguliwa, lakini tumeona kila wanapozunguka na kwenda, tunaona waki tembea na jambo ya reforms no election. no reforms, no election election, na wanapotoka kila mahala kufanya mikutano, baada ya kuondoka katika mahala hapo hakuna kitu kinachoendelea. Sasa kwa kuwa hakuna kitu kinachoendelea, nini kifanyike? Maana yake hatutoi ushauri kama sisi viongozi nyuma, muda mchache uliopita, wiki mbili zilizopita nilikishauri chama nikiwa makamu mwenyekiti wa kanda ya Kati, kama kiongozi mwenzao ambaye tunaweza tukashauriana na kuendelea kukijenga chama chetu cha Demokrasia na Maendeleo. Lakini baada ya kutoa maoni yangu hayo, kama jinsi ibara ya, ya kama jinsi ambavyo katiba inavyotutaka sisi viongozi wa chama na wanachama kwa ujumla, kwamba kila mtu ana uhuru wa kuchangia maoni yake na mawazo yake, badala yake unakutana na kauli za matusi ambazo za watu waliojikita kuandaliwa kwa ajili ya kuwatukana watu ambao wanataka kukijenga chama hichi pendwa. Sasa kwa sababu hizo ambazo zinaendelea sasa na ninajua hata tutakapotoka hapa lazima mambo mengine wala hatuwezi kuogopa. Tunaondoka katika e chama hichi leo na tutabaki kuwa raia wa kawaida lakini bado sisi ni wanaharakati ndani ya mioyo yetu, kwa sababu tuna vitu vya kufanya kwa ajili ya maendeleo ya jamii na kwa wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo hatutakiacha kamwe hicho. Naombeni ya kwamba hawa viongozi wengine watakaofuata baada ya mimi kumaliza hapa, tutakwenda kila mmoja atakuwa na muda wa kutafakari na kufikiri. Nimesema haya, nimesema ya kwamba natokea Singida na ninajua vizuri chama hichi kilikuwaje toka mwanzo na nitake kwa kupitia mkutano huu jambo moja tu, viongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo walioko kwenye ziara tofauti tofauti nchini kwa sasa, wakumbuke tu jambo moja kwamba kwa, kwa kauli zao wakati wanachaguliwa na jinsi gani walivyofanya siasa wakati wa uchaguzi. Najua ya kwamba walijikwaa na hatimaye wakajikuta wakitukana baadhi ya viongozi waliokuwa wakikilea chama hichi kwa miaka 30 iliyopita na wakatufikisha hapa. Basi wakumbuke ni wapi ambapo wamesema maneno yasiyofaa na yasiyokuwa na tija, warejee wakamwombe msamaha aliyekuwa mwenyekiti wao, Mheshimiwa Mbowe, ya kwamba samahani kwa tuliyoyasema tuliyasema kwa sababu tulikuwa tunaomba kula tu. Kwa hiyo tunaomba tusamehe, vinginevyo dhambi hii ya kumsema mwenyekiti huyu ambaye ndiye kwa lasi, yaani kwa kusema kile ambacho kiko wazi, sisi sote tumepatikana baada ya kuwa uongozi wake kwa muda huo aliokuwa nao, amkifikisha chama hapa kilipo. Kwa hiyo tusingestahili kumlaumu wala kumshutumu kwa lolote, bali tungemuenzi na kusema kwamba bwana, tunakuheshimu hapo umetufikisha. Basi wacha na sisi tuendelee na kazi hii. Kwa hiyo, niombe ya kwamba watakaposikia hichi warejee na kukumbuka. Wasipokumbuka, hiyo itakuwa ni dhambi kwao na itawatafuna, hawataweza kusogea. Naomba baada ya kusema haya, waandishi wa habari eh, nimlete sasa msemaji mwingine ili kusudi kuendelea. Mimi naishia hapo kwa leo, asanteni sana kunisikiliza Uo